Asante msikilizaji kwa kuendelea kuiamini DW Kiswahili ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa mjini Bonn. Na tuanze uchambuzi wa ripoti zetu huko Afrika Mashariki. Tanzania zikiwa zimepita siku chache tangu kufanyika kwa uchaguzi mkuu nchini humo uliogubikwa na maandamano ya vurugu na uliompa ushindi wa karibu asilimia 98 na rais Samia Suluhu Hassan, chama kikuu cha upinzani CHADEMA ambacho hakikushiriki uchaguzi huo kimezungumzia jinsi kilivyoutazama uchaguzi huo na matukio yaliyofuatia. Hii ikiwa ni mara ya kwanza e, DW kuzungumza na makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche baada ya kuachiliwa jana kutoka rumande pamoja na mengine amezungumzia matukio ya vurugu na vifo, jinsi yanavyotazamwa na CHADEMA. Kwa kifupi ni kwamba ni matukio mabaya e, ambayo sio ya kistaarabu. Ni matukio ambayo kwa mtu ambaye una, unaishi karne hii tunayoishi unajiuliza kwamba tunaongozwa na watu wa aina gani? Kwa sababu kwa mfano, matukio ya kabla ya uchaguzi yalikuwa ni matukio ambayo mengi tulijaribu tuli kuonya, kujaribu kui, kuambia viongozi kwamba wajaribu kuepusha nchi kuingia kwenye hali ambayo ingeweza kuleta taharuki kwa sababu mtu yoyote e, mwenye akili anapoona watu wanatekwa kwenye nchi hii watu wametekwa sana, wakiwemo watu wakubwa kabisa wenye profile kubwa e, kwa mfano Humphrey Polepole ambaye amekuwa balozi, amekuwa katibu mwenezi wa CCM. Wametekwa viongozi wetu wa chama, ametekwa mwenyekiti wetu wa vijana Deus Soka, watu wengi wameuawa. Haya yaliyokuja kujitokeza sasa yamekuja e, kuku, kuleta hali mbaya zaidi. Kwa hiyo, kwa, kwa ujumla ni kwamba ni hali mbaya ambayo haitakiwi na ni hali ambayo ingeweza kuepukika. Mheshimiwa Heche, uh, kama unavyosema uwepo katika kipindi cha uchaguzi na machafuko yaliyofuatia, lakini naamini kama makamo mwenyekiti wa CHADEMA bila shaka taarifa nyingi unazo kutoka kwa viongozi wengine waliokuwepo. Sijui mpaka sasa unafahamu nini kuhusiana na watu waliouawa katika vurugu za baada ya uchaguzi na wakati wa uchaguzi. Nimeachiwa nime jana jioni tu Saa mida ya saa moja jioni na nimepata nafasi ya kupita kwenye video clip nyingi ambazo zimerekodiwa. Nimezungumza na baadhi ya mashuhuda ambao wamenipigia wame, wame simu, nathibitisha kwamba ni kweli. Nimepata taarifa kwamba mamia ya watu mamia, kama sio maelfu ya watu wetu, wameuawa. Wengi wamekufa mikononi mwa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama ambavyo vinapaswa kuwalinda watu Sio kuua watu. Ni mambo ambayo hayakubaliki. Kwa hiyo, natumia nafasi hii kwanza kutoa pole sana kwa familia ambazo zimepoteza ndugu, jamaa, marafiki, watoto. Familia zimebaki na wajane, watoto wamebaki yatima. Natoa pole kubwa sana kwa niaba ya chama chetu, lakini vilevile nalaani kwa sauti kubwa sana matukio haya mabaya ambayo kwa kweli yalipaswa kuepukwa na kwa sasa hatua tunazochukua ni kwamba eh, kama nilivyosema asubuhi nilipokuwa nimeenda kuripoti polisi, chama chetu tutakutana kwenye vikao Sekre nimeagiza sekretarieti ya chama chetu ikutane kwa haraka, kusanya matukio hayo yote. Tutajaribu kuwatafuta ndugu eh, ambao wamepata matatizo, tuone misaada tunayoweza kutoa, na hiyo ndio itakayotoa tamko rasmi la chama ya hatua gani tutachukua kama chama. Mheshimiwa Heche, HM mlikuwa na kampeni nyinyi ya no reform, no election, ambayo lengo lake kuu lilikuwa ni kuhakikisha uchaguzi hautofanyika tarehe 29 Oktoba. Uchaguzi lakini umefanyika, na Samia yuko madarakani na bila shaka amejipanga kuendelea kubakia madarakani kwa miaka mitano mingine na bunge la CCM kadhalika. Mnakubali kampeni yenu hiyo imekufa? Hi, kama hiki unacho kilichofanyika Tanzania ndio unaita uchaguzi basi hata wewe kushangaa sana. Hakuna uchaguzi uliofanyika Tanzania. Uchaguzi unahusisha kura kupigwa na kura kuhesabiwa kwa, kwa njia za wazi. Hiki kilichofanyika Tanzania sio uchaguzi, ni watu wenye mamlaka wamejitangaza kwamba wao ni viongozi. Kuna watu wanafanya military coup, na hii vile vilevile ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni mapinduzi yale yale. Sauti ya wananchi imepinduliwa hakuna uchaguzi wa watu uliofanyika. kapata Nikueli, asilimia tisini na nane Samia Suluhu Hassan. Wananchi wameunga mkono kauli ya chama chetu ya no reforms, no election. Kwa hiyo unachosema mheshimiwa Heche, kilichofanywa na Watanzania kuupinga uchaguzi tuk... ndicho mlichotarajia? Yes. Kupitia kampeni ya no reform, no election, wananchi kwa vyovyote vile, wananchi wa nchi hii hawapendi vurugu, ni watu wanapenda amani ni watu ambao wanapenda serikali iwasikilize na ielewe wanachosema. Wanaofanya machafuko ni wale wanaolazimisha kujiweka madarakani kwa njia ambazo sio za kikatiba. U-- umesema kwamba uchaguzi huu ulikuwa ni kiini macho, hakuna uchaguzi uliofanyika. Eh, lakini ni batili. Ni batili kwa mtazamo wako. Upinzani kwa ujumla umebaki na nafasi gani kutoa changamoto kwa CCM? Kwa sababu ukweli ni kwamba wako madarakani, upinzani utafanya nini kutoa changamoto kwa CCM ambacho inaonekana kimedhibiti kila kitu? Upinzani wa nchi hii sasa hivi ni ambao umekuwa muda mrefu ni chama kimoja tu, kuacha eh, vyama vingine ambavyo actually vyama vya makaratasi, ambavyo vinatumiwa na, na, na, na CCM na upinzani ni wananchi wenyewe wanaotuunga mkono. Vyama vya makaratasi unamaanisha vyama gani? Vyote ambavyo ni vyama eh, eh, vinatumiwa na serikali na CCM. Naam, huyo ni Makamu Mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani CHADEMA John Heche, kama alivyozungumza nami muda mfupi uliopita.